Katika video ya leo utakwenda kujifunza jinsi ya kukata na kushona gauni la mwendokasi, lakini mwendokasi hii ni ile yenye shepu na ina mifuko ya moja kwa moja. Kwa hiyo utakwenda kujifunza namna ya kukata mifuko bila kukatia pembeni. Angalia video hii mwanzo mpaka mwisho uweze kujifunza. Karibu. Kitambaa chetu ni hicho kama unavyokiona hapo, tumekikunja mara mbili. Nimekikunja mara mbili, samani kidogo hapo, akionekani vizuri kidogo, lakini utanielewa hapo. Tutaanza kwa kutoa nchi mbili kipande chetu cha mbele, tutatoa nchi mbili mpaka mwisho. Na kitambaa changu kidogo hakishiki chaki vizuri, lakini nimejitahidi, na hatimaye utaweza kuona na utaelewa vizuri tu. Baada ya hapo, ile nchi mbili uliokata utaikunja kama hivyo He, ukisha ikunja nchi mbili kama hiyo hapo nitaweka sasa mstari wangu huo kwa ajili ya kuja kuanza vipimo vyangu lakini bila kusahau kitambaa hiki nimetumia mita mbili hiyo ni mita mbili tuanze na vipimo vya bega ambapo bega letu ni nchi kumi na tano tukigawanya kwa mbili itakuwa saba na nusu kwa hiyo nitaweka hapo saba na nusu kama hivyo nitaweka hiyo saba na nusu baada ya hapo nitafanya vipimo vyangu vya urefu wa mkono. Nguo yangu mikono yake ni ya moja kwa moja, sio ya kuunga. Kwa mkono urefu ni inchi nane nitaongeza na inchi mbili za kushonea itakuwa kumi nitaweka hapo, yani inchi kumi hiyo nimeweka hapo. Lakini baada ya hapo nitafanya vipimo vya upana wa mkono. Upana wa mkono ni inchi kumi na mbili tukigawanya kwa mbili itakuwa ni sita lakini nitaongeza na nchi moja na nusu ya kushonea itakuwa saba na nusu. Kwa hiyo nitaweka hapo saba na nusu, hapo saba yangu na nusu nitaiweka kama hivyo. Baada ya hapo sasa tutaanza vipimo vyetu hivi vya urefu ambapo kifua changu mimi nitashuka nchi nane kifua, nitashuka nchi nane hapo. na baada ya hapo nitakolezesha kidogo hapo, ili iweze kuona. Hapo nimekolezesha kwa sababu ya kitambaa changu, lakini tumbo langu nitashuka nchi kumi na sita nitashuka kumi na sita Hapa hatuna vipimo vya hipsi, ni vipimo vya kifua na tumbo peke yake. Kwa baada ya hapo, nitanyosha hiyo mistari kama hivyo unavyoona hapo, eh tuendelee sasa na vipimo vyetu. Lakini baada ya hapo sasa tunaanza vipimo vyetu ambapo kifua chetu ni inchi thelathini na sita, tutagawanya kwa mbili kwanza kama hivyo, tutapata hiyo kumi na nane, lakini tutagawa tena, tutapata inchi tisa. Ina maana tumegawanya kwa nne kama hivyo, tutaongeza inchi moja na nusu kwa ajili ya kushonea. Ehe baada ya hapo tutafanya vipimo vya tumbo. Tumbo letu ni inchi thelathini, tutagawanya kama kawaida kwa nne. Ni kumi na tano hapo, kwa mbili, kwa nne itakuwa ni saba na nusu, kwa tutaweka saba na nusu hapo. Baada ya hapo tutaongeza inchi moja na nusu kwa ajili ya kushonea Tayari tuo tutakwenda tu kufanya vipimo vyetu vya urefu ambapo urefu wetu ni hamsini tano tutaongeza moja na nusu itakuwa hamsini sita na nusu tutakwenda tu kuweka vipimo vya urefu, lakini hapo kuna huo mstari ambao ni wa kwapa. Samahani, huo mstari nimeiweka tuki makosa, nimejisahau. Mkono wangu sio wa kuunga, mkono wangu ni wa moja kwa moja. Kwa hiyo nitaka kujisahau, usifukasi nao sana na vipimo vitakavyotokea hapo visikuchanganye, usifukasi navyo kabisa. Mkono ni wa moja kwa moja huu hapo sasa, ni urefu wangu huo nimepima. Kwa hivyo nitakwenda kunyoosha hapo huo mstari upande wa urefu, nitanyoosha mstari wangu kama hivyo, na baada ya hapo nitakata moja kwa moja tu. Sasa nitabaki na vipimo vyangu sahihi, lakini huku chini upana wangu mimi nitaweka nchi ishirini hii hapo kama unavyoona, nitaweka nchi ishirini ili kuja kuchanulia nguo yangu ishirini hiyo nimeweka. Baada ya hapo sasa, tutakwenda kuunganisha pointi zetu kama hivyo, tutaunganisha pointi zetu kuanzia kwenye kifua, kwenye tumbo, mpaka kushuka chini. Najitahidi kukolezesha hiyo chaki ili kusudi iweze kuona vizuri, ehe. hii ni nguo ambayo kama nilivyokuambia nimetumia ni mita mbili lakini kwa wale wanene unaweza ukatumia hata mita tatu, maana hii ni ya mwembamba. Hapo kama nilivyokuambia, vipimo vya kwapa havitakiwi kuwepo hapo kama nilivyokuwa nimeweka, kwa hivyo nitavifuta. Lakini hapa mtanisame, kamera yangu haikuchukua vizuri hivyo ni vipimo, kamera ilikuwa haichukui. Kwa hiyo nikajikuta hapo tayari nimeshaweka vipimo hivyo vya shingo, ambapo urefu wa shingo nimeweka nchi sita na upana ni nchi tatu lakini pia nikatengeneza kule sehemu ya mkono. Hapo tunakwenda kuweka mfuko. Mfuko wangu nimeshuka nchi mbili kama ulivyoona lakini urefu wa mfuko nimeshuka nchi kumi na mbili. Pale kwenye tumbo pale unapofika pale kwenye tumbo tuliposhuka nchi kumi na sita. Kwa hiyo inamaanisha utaongeza nchi mbili zitakuwa nchi kumi na nane ndio utaanzia mfuko wako hapo. Lakini baada ya hapo utaweka urefu wako ambao ni nchi kumi na mbili na utatengeneza mfuko wako kama ambavyo ninafanya hivyo. Nitengeneza kama hivyo. Mfuko huu ni moja kwa moja, kwa hiyo haupati tena shida ya kusema kwamba nitatengeneza mfuko pembeni niweke mfuko. Hapana, huu mfuko ni rahisi sana na haitukuia ngumu kwa ukishakata moja kwa moja tuwe ni kushona sasa. Kama hivyo unavyoona ulivyotokea hapo ndio mfuko wetu. Sasa hapo pia nimetoa nchi moja na nusu. Hiyo nchi moja na nusu nchi moja nusu nimeitoa huko chini kuepusha hiyo sehemu ya mwisho kujichonga, ni lazima kidogo uipunguze, maana usipotoa kidogo nguo yako itakuwa inajichonga, kwa hivyo haitokaa vizuri. <laughs> Kwa hiyo jitahidi kidogo uipunguze. Nguo yangu ndo hiyo kama unavyoiona hapo, hicho ni kitambaa cha nyuma. Kumbuka mwanzo tulikunja mara mbili tu, na usikate kabla ya kuweka hicho kitambaa kingine cha nyuma upana urefu wa shingo ya nyuma nitatoa nchi tatu. Baada ya hapo nitatengeneza shingo yangu hiyo kama hivyo. Baada ya hapo sasa, tutakwenda tukukata nguo yetu. He, angalia na unapokata kuwa tu makini, sije ukajisahau. Kama umeweka mfuko, huwa moja kwa moja, ukifika hapo utakata hiyo kona hapo kuchonga huo mfuko wako, kama ambavyo mimi nafanya hivyo takwenda na nguo yako, kata taratibu tu. Baada ya hapo sasa, utakata na shingo ya nyuma, lakini hapo pia uwe makini sana, usije ukajisahau ukakata shingo ya, uh, shingo ya kitambaa cha mbele. Unakata shingo ya nyuma, unanyoa kidogo, unakata sasa shingo ya mbele kama hivyo unavyoiona nguo ipo tayari, tumeshakata ndivyo inavyotakiwa kuwa. Hivyo sasa, baada ya hapo sasa, kinachofuata tutakwenda kushona ile nchi mbili ambayo tulitoa mwanzo kabisa. Utakigeuza kitambaa chako hivyo, utashonia ule upande wa mbele. Tayari nimekusha shona hapo kama unavyoona. Mm -hmm. Taweka nguo yangu vizuri kama hivyo na nitakwenda sasa kunyoosha. Hakikisha unapokuwa unainyoosha ule mstari ambao sasa umeshona uwe unakaa katikati kusudi kuepusha nguo yako kukaa upande. Kwa hiyo hakikisha nguo yako inakaa katikati ili iweze kukaa vizuri. Utanyosha mpaka chini. Unakwenda unakitengeneza kama hivyo mimi ninavyofanya ukisema unyooshe bila kutengeneza hivyo utakuta nguo yako inakwenda kushoto, haitokaa ikalingana au haitokaa haitoka, ikanyooka. Kwao hakikisha unakwenda unatengeneza kama hivyo unavyoona hapa. Sasa tutakwenda kutengeneza upande wa shingoni, tutakwenda kushonea shingoni. Hicho ni kitambaa ambacho nimekata ni nchi moja na nusu, hiyo upana Kwao nitakwenda kutengeneza upande wa shingo yangu. Hapo nitakiweka hicho kitambaa upande wa ndani wa nguo yangu kama hivyo unavyoona na, na nitakwenda kushona, lakini pia nitashona na hicho kipande kingine cha nyuma. Nitafanya kama hivyo hivyo. Tayari nimeshashona nguo yangu kama hivyo unavyoona. Kwao nitakatakata hapo kidogo katakata lakini kuwa makini sana, usikate na huo uzi. Utakata taratibu kama hivyo. Baada ya hapo, utapunguza huo uchafu kama mimi ninavyofanya hivyo. Ehe, punguza huo uchafu kwanza, kabla ya kuja kukigongea sasa hicho kitambaa tayari sasa, utakiweka kama hivyo navyokuelekeza. Wewe uchafu utalalia kwa ndani huko, utakunja kitambaa chako hivyo na utakwenda kugongea. Utagongea hapo, lakini pia utagongea na kile kingine. Tayari nimeshagongea kama unavyoona, lakini na kipande cha nyuma tayari hicho hapo kwa hivyo nimegongea vitambaa vyangu vyote viwili, nimeshatengeneza upande wa shingo kama unavyoona. Kwa kinachofuata hapa sasa, tutakwenda kuunganisha nguo yetu. Utaweka nguo yako kama hivyo, naiweke vizuri kama hivyo. Utachukua na kipande cha nyuma utakiweka hapo juu, hakikisha unalinganisha vizuri upande wa mabegani huku, upande wa shingoni hapo kuja kwenye bega tashika kama hivyo na nitakwenda kushona hapo, na nitashona pia upande mwingine. Tayari nimekusha shona nguo yangu kama hivyo unavyoona, nimeshaunga kwenye upande wa mabega pande zote mbili, tayari kama hivyo unavyoona hapa. Sasa kabla ya kuendelea, utakwenda kwanza, tutakwenda kwanza kushona sehemu ile ya mikono sehemu yetu ya mikono ndio hiyo. Utakwenda kwanza kupinda zile nchi mbili ambazo tulitoa za kushonea mkono, kwao tutakwenda kushona kama hapo, utashona sehemu zote mbili. Tukisha shona hapo, sasa kinachofuata tutaweka nguo yetu kama hivo, tutakwenda kushona hivo ambavyo mimi nakuelekeza. Shona kama hivo, pita sehemu zote hizo ambazo nakuonesha hivo, na huo mfuko wako shona mpaka chini. Sitashona mpaka mwisho, nitaacha mpasuo pembeni, ila kama hautaki mpasuo, unaweza ukashona mpaka chini. Tayari nimekusha shona nguo yangu kama hivyo unavyoiona hapo. Ehe, iangalie vizuri tu sehemu hizo ambazo nimekuelekeza, zote nimeshona, lakini na mpasuo ndo huu hapo nimeacha, na pia nimepinda nguo yangu huko chini lakini hapa kitu ambacho utakifanya kingine baada ya kumaliza kushona utafanya urefu wako wa mfuko. Mfuko mara nyingi huwa tunaacha nchi sita kwa nchi sita Hiyo hapo utaacha nchi sita hapo. Baada ya kuacha hiyo nchi sita utashona, utapitisha uzi hapo, utaupitisha hapo, utaunganisha na huo uzi ambao umeshuka mpaka chini. Baada ya hapo nguo yetu inakuwa sasa iko tayari kwa kuvaliwa, kwenda kunyosha na kuvaa. Mfuko wetu ndio huo hapo, kama unavyoona ehe, na upande wa pili mfuko huu hapo. ah, nipende kukushukuru tu mpendwa wangu mtazamaji wangu uliochukua muda wako kuangalia video yangu, niseme asante ya. Karibu tena wiki ijayo kwenye video nyingine. Hapo unaweza ukaweka vifungo, nguo yako itakaa vizuri na itapendeza zaidi.